kutoka katika makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jina langu ni Zaina Kasim kutoka Aviation Tanzania, na leo tumepata fursa ya kuweza kufika katika eneo la ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato kilichopo takriban kilomita kumi kutoka kati kati ya jiji la Dodoma. Tumefika hapa kwa lengo la kufahamu maendeleo ya mradi wa ujenzi huu, lakini zaidi kufahamu hatua iliyofikiwa a majaribio rasmi ambapo kwa mara ya kwanza ndege ya Air Tanzania aina ya Q400 ilitua katika kiwanja hiki ikiwa ni hatua ya majaribio, hatua iliyotengeneza mwangaza katika kuelekea kukamilika kwa mradi wa ujenzi wa kiwanja hiki. Ikumbukwe kwamba kukamilika kwa kiwanja hiki uh, kitakapokamilika kitaiwezesha kitaliwezesha taifa la Tanzania kufikisha jumla ya viwanja vikubwa vitatu vya kimataifa vilivyopo chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania, TAA. Tuko na mkurugenzi wa kiwanja hiki cha Msalato, Bwana Clemens Jingo, ambapo tutaangazia uh, miundombinu inayoendelea kujengwa, uh, ikiwemo barabara ya kurukia na kutua ndege ama runway, jengo la abiria kwa maana ya terminal building, pamoja na huduma saidizi zitakazokiwezesha kiwanja hiki kuwa lango kuu la usafiri wa anga katika mji wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla. Bwana Clemens, habari yako? Salama kabisa, heshima yako nzuri. Karibu sana katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato. Sana, tunashukuru sana kwa kutukaribisha. habari na ya ujenzi unaendeleaje hapa? Ujenzi unaendelea vizuri kama hmm, unavyoona mm -hmm, eh, tuko katika hatua nzuri tunamshukuru mm -hmm, Mungu kwa kweli. Ndio uh, kiongozi kwa anayesikia kuhusu kiwanja cha ndege cha Msalato anaweza asifahamu kwa uwazi hasa historia kwa ufupi ya kiwanja hiki. Wazo la kujengwa kwa kiwanja hiki lilitokea wapi hasa? Asante sana <coughs> swali zuri e, wazo la kuwa na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato kilianzia zamani sana wakati wa e, serikali ya awamu ya kwanza iliyokuwa inaongozwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alitoa wazo la kuhamishia makao makuu ya nchi kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Kwa hiyo, baada ya hilo wazo kuthibitishwa na kupitishwa, serikali ilitenga eneo hili kwa ajili ya ujenzi wa, wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita. Kwa hiyo ni wazo la siku nyingi sana mm -hmm, ambalo leo linaenda kutimia. mm -hmm. Tufahamu sasa ujenzi ulianza lini na ile hatua ya kuanza kwa ujenzi mpaka hapa ilipofikia ilikuwa vipi hasa? E, mradi huu una package mbili mm-hmm. Una package 1 na package 2. Eh, miundombinu na e, majengo e. Na hizi package zilianza tofauti tofauti e, moja ulianza 2022 mbili na ishirini e, na mbili na mwingine ukaanza 2023. Mbili na lakini tunategemea kwa mujibu wa mkataba mradi huu ukakamilika, e, mwaka huu Mwezi wa nne au mwezi wa tano mwaka huu. Ujenzi wa kiwanja hiki una kidhi changamoto zipi hasa katika sekta ya usafiri wa anga ujenzi uh, wa kiwanja hichi hasa katika katikati ya nchi mm -hmm, makao makuu ya nchi hapa Dodoma, una kivi changamoto za usafiri wa anga kwa maana ya connectivity? Eh, Kiwanja cha ndege cha Msalato kipo katikati ya nchi na kipo katikati ya East African region, na kikianza kutumika kitasaidia sana kuunganisha mikoa yote ya Tanzania bara na nchi za jirani, Afrika Mashariki, Afrika ya Kusini na nchi za kanda ya Maziwa Makuu uh. Tu, tuangazie sasa kuhusu uwezo wenyewe wa kiwanja kiwanja. Uh, inafahamika kwamba viwanja vimegawanyika katika madaraja mbalimbali yeah. Uh, kiwanja hiki kiko katika daraja gani hasa katika madaraja hayo? Kiwanja hiki kipo katika daraja kubwa kabisa la 4E. Mm -hmm. Naposema code 4E, maana yake ni kiwanja ambacho kuna uwezo wa kupokea au kuhudumia ndege kubwa kabisa au wide bodies aircraft ambazo ni kama Boeing 777, Dreamliner 787, ndege kubwa kubwa kabisa, hizo ndio zinaweza kuhudumia hapa. Hata ile ndege kubwa zaidi duniani ya abiria Airbus A380 mm -hmm. inaweza kuhudumiwa katika kiwanja hiki yes. Yes. Kwa maana kitakapoanza operation tutarejea tutere, kupata ndege za aina hiyo katika ndege aina yoyote inaweza kutua hapa kwa sababu mm -hmm. eh, barabara yake ya kutua na kuruka au runway mm -hmm. ina urefu wa eh, kilomita 3.6 na upana wa mita sitini na zote hizo mita sitini zina strength sawa sawasawa na, na, na katikati ya runway mm -hmm. Hivyo ina uwezo mkubwa sana na ukubwa ambao unaweza kustamili ndege yote kubwa hapa duniani. Runway ziko ngapi hapa? Runway ziko mbili mm -hmm. kwa maana ya runway 09 na 27. Okay. Ingawa ni moja inayoonekana moja, lakini runway ziko mbili mm -hmm. Kwa maana gani ndege inaweza ikatua kutoka runway 09. Mm -hmm. Au ikatua kutoka runway 27 mm -hmm. au inaweza ikaruka kutoka runway 27 au ikaruka kutoka runway 09 kwa hiyo, mm -hmm. runway hizi mbili kwa moja au moja kwa mbili 09 27, mm -hmm. Umezungumzia hapo mwanzoni kwamba hata ndege kubwa zaidi ya abiria inaweza ikapaki katika eneo hili ama kutua ikahudumiwa katika, ikahudumi katika kiwanja hiki? Ndiyo. pale kitakapoanza operation zake, yeah. ukubwa wa eneo la apron ina ukubwa kiasi gani? ni ni kubwa, ni kubwa. Mm -hmm ina urefu wa mita 460 kwa 240 mm -hmm. na kama unaweza kuona kama mm -hmm. unaweza kuona pale pana, uh, aircraft stands, tano. okay. na hizo tano zinaweza zikatumika na remote parking ikaweza kupaki ndege eh, zaidi ya 13 mm -hmm. kwa upande wa apron, na remote ikapaki ndege ndogondogo ndogo, mm -hmm. labda nane kwa hiyo kwa ujumla ndege 18 ndege kubwa za code 4C ndege moja ya code 4E mm -hmm. na ndege ndogondogo za labda code 3C ndege ndege nane kwe, kwa hiyo kwa ujumla apron inaweza ikapaki ndege kumi na nane. Okay, kwa wakati mmoja. Okay. na tuamie, katika jengo la abiria linajengwa, ili liweze kuja kuhudumia jumla ya abiria wangapi kwa wakati mmoja? Jengo ni kubwa kama unavyoliona, lina urefu wa mita mia mbili na hamsini na lina ghorofa tatu, lina uwezo kwa mwaka kuchukua abiria milioni moja na laki tano. Ni jengo kubwa sana. Tanzania bara ina jumla ya viwanja vya ndege vya kimataifa kwa sasa ni viwili, ina maana kukamilika kwa hiki kitakuwa ni kiwanja cha tatu cha kimataifa yeah. Kiwanja hiki kina upekee gani, hasa ukilinganisha na viwanja vingine ambavyo vimejengwa hapo awali vya kimataifa? Asante sana, swali zuri sana. Kila kiwanja kina competitive advantage yake. Kwa mfano, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro e, kinatumika sana na watalii na kiwanja cha kimataifa cha Julius Nyerere kinatumika sana na wafanyabiashara, viongozi mbalimbali mbali duniani. mm -hmm. na kiwanja hichi cha kimataifa cha Msalato ambacho kipo katikati ya nchi kitakuwa ni kiwanja ambacho kitatumika zaidi na viongozi e, wa serikali watu, wafanyabiashara, wakulima, wafugaji na, na, na jumuiya nzima ya, ya watu wanaopenda usafiri wa anga. Kwa sasa mradi wa ujenzi ki, wa, wa kiwanja hiki umefikia hatua gani hasa? E, kwa sasa hivi kwa package ya miundombinu imefikia asilimia 94. mm -hmm. na majengo asilimia 65. mm -hmm. kama unavyoona wameshaanza kufanya final touches ina, inaelekea kabisa kwa mwisho na sura ya terminal building inaonekana vizuri. mm -hmm. na, kuna idadi yoyote ya, ya mashirika ambayo tayari ameshaweza kuonyesha nia kwamba yataanza safari zake moja kwa moja shughuli zitakapoanza, au kuna mchakato wowote kama mamlaka ya viwanja vya ndege kuweza kufanya mazungumzo na airlines mbalimbali ziweze zitarajie zi, zi, zi, ama zionyeshe nia ya kuja kuanzisha safari zake katika kiwanja hiki? Ndio, mamlaka ya viwanja vya ndege imeshaanza kukitangaza kiwanja cha si kimataifa cha Msalato katika fora mbalimbali za kitaifa na kimataifa. E, tumekuwa tunahudhuria vikao vya ACI World na ACI Africa kwa mfano tulihudhuria ACI Africa Zambia, ACI Africa Afrika Kusini na mwaka huu ACI Africa Angola, tumekuwa tunakitangaza hichi kiwanja na kwenye vikao hivyo wanakuja watu mbalimbali na wadau mbalimbali wa usafiri wa anga, mashirika mbalimbali ya ndege wanahudhuria. Kwa hiyo tunakitangaza na wengi wanavutiwa sana na kiwanja na wanatamani e, kuleta ndege zao hapa ili kuweza kukitumia kiwanja hichi pia, kwenye vikao vya Aviadev. Aviadev Africa ni forum ambayo inawahusisha mashirika ya ndege wenye viwanja vya ndege na wadau mbalimbali wa usafiri wa anga mm -hmm. kama ground handlers na wengine e, tumehudhuria kikao cha Aviadev Angola mwaka jana na mwaka huu tulihudhuria Zanzibar, mwaka jana 2025 mm -hmm. e, tulihudhuria Angola na mwaka huu mwaka, mwaka, mwaka jana vilevile mwishoni hmm. Tulihudhuria Zanzibar. Tumekutana na wadau mbalimbali wa mashirika ya ndege duniani ambao wako interested kwa kweli kukitumia kiwanja hichi cha kimataifa cha Msalato. Okay. kwa hiyo pindi kitakapokamilika tutawainviti, tuta sasa rasmi eh, kuja kuanza safari za kuja hapa eh, Dodoma. mm -hmm. asante sana sawa. Kuelekea katika, katika kwa sasa shughuli za ujenzi zinaendelea, kuna changamoto zozote ambazo zinaendelea katika mradi huu wa ujenzi na ni zipi hasa kama unaweza kuzibainisha hapana? So far changamoto hakuna na mradi unaendelea vizuri. mm -hmm. vizuri kabisa na umeweza kutoa ajira kwa vijana wetu wa, wa Tanzania zaidi ya elfu moja wanafanya kazi kwenye mradi sasa hivi unavyoendelea na mradi kwa kweli unaendelea vizuri. mm -hmm. Na, tugusie zaidi katika uhusiano kati ya kiwanja cha ndege cha Dodoma uh, na kiwanja hiki cha Msalato. Tunafahamu kwamba tukizungumzia katika uh, taifa la Tanzania, Dodoma ndio utakuwa ni mji miongoni mwa mji pekee ambao una viwanja viwili vya ndege vya ambacho kimoja kitakuwa ni cha kimataifa na kingine ni domestic airport. Kutakuwa kuna mgawanyo wowote wa, wa majukumu ya safari za ndege kati ya kiwanja hiki kikubwa kwamba kita base na airlines za na namna fulani na kile kiwanja kidogo kitakuwa kina base na airlines za namna fulani? Eh, vyote ni viwanja vya ndege mm -hmm. na vyote ni viwanja vya ndege vya serikali na vyote ni viwanja vya ndege ambavyo vinasimamiwa na mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA. mm -hmm. E, pindi kiwanja hiki kitakapokamilika, e, serikali itaamua sasa kiwanja cha ndege cha Dodoma kitumike kwa ajili gani. Lakini mpaka sasa hivi e, bado e, tunaandaa e, proposals ya matumizi ya kiwanja cha ndege cha Dodoma e, kama kitaendelea kutumika kama kiwanja cha ndege au kama shughuli zote za Dodoma zitahamia Msalato, serikali itafanya maamuzi, na sisi kama wasimamizi tuko tayari kutekeleza maamuzi ya serikali, tufanye nini. mm -hmm. Lakini tunaamini kabisa kwamba viwanja vyote vya ndege vinaweza vikatumika vin wakati wowote Mm-hmm. Yeah. Sawa. So, Juni 13 mwaka 2025 kwa mara ya kwanza majaribio majari yalifanyika katika kiwanja hiki ambapo ndege ya Air Tanzania nah. Q400 ilitua kwa mara kwa kwa ya kwanza hapa. Majaribio yalikuwa yanaonyesha kabisa kwamba ni yameonyesha mwangaza mkubwa sana kukamilika kwa kiwanja hiki kwa E, baada ya kukamilika mradi ba baada ya kukamilika kwa majaribio kuna yanayoendelea kwa sasa hivi ama kuna nini kinaendelea hasa sasa hivi? Sasa hivi ni finishing tu ya mradi unaendelea. Utakapokamilika kabisa e, utafanyiwa testing e, mitambo mbalimbali itafanyiwa mbali testing kama taa e, mashine za ukaguzi mifumo mbalimbali mbali ya checking e, CCTV camera Eh, control tower kuna mifumo mingi sana ya kisasa ambayo inajengwa ambayo itafanywa testing and then itafanyika commissioning then operation zitaanza. Tumezungumzia eneo la abiria, jengo la abiria na kwenye miundo mbinu mingine, lakini tumeweka nyuma kidogo control tower. Kwa sasa hivi iko katika hatua ipi ya ujenzi? Iko hatua ya mwisho kabisa mm -hmm. Na umeona iko imeshafungwa ile capsule mm -hmm. Wakiondoa vile vyuma utaona sura ya control tower hmm, imeshaanza kuchukua nafasi yake, lakini iko katika hatua nzuri kabisa, na iko iko ghorofa ya kumi na tano pale, pale ilipo. okay. yeah. so, fursa zipi zinapatikana hapa katika kiwanja hiki kwa sasa hivi? kama mtu anataka kwenda ku, kuwahi mapema uh, bahati yake hapa katika kiwanja hiki ni fursa zipi, na unaweza kuzibainisha kwa pamoja? Kwa sasa hivi fursa zilizopo ni za wafanyakazi uh, wafanyakazi hmm. eh, wengi wana kutoa huduma katika kiwanja hichi, nimesema karibu takriban ni wafanyakazi elfu moja na mia mbili wameajiriwa hapa wanafanya kazi, lakini kiwanja kikikamilika, pana fursa nyingi zaidi. Kwanza fursa za kuuza mafuta. Mafuta yapi? Ya ndege. mm-hmm. mafuta ya ndege hapa ni fursa kubwa sana. Ndiyo. Pili, kuna fursa ya kutoa huduma za kuhudumia ndege na abiria ground, ground handling. Handling, okay. ni fursa kubwa sana mm. Tatu, fursa za kujenga maghala ya kuhifadhia mizigo. Tuna eneo kubwa sana za kilomita za mraba 45, ni eneo kubwa mno. Hekta elfu 45, eneo kubwa sana. Tuna maeneo makubwa ambayo mtu anaweza akajenga hoteli akajenga kumbi za mikutano akajenga recreation center akajenga eh, hata hospitali tunatarajia kupromoti sana medical tourism badhala ya watu kwenda kutibiwa India, tuna, tunajaribu kuongea na hospitali za India zije kuwekeza hapa, sasa watu wengi wa Afrika waje hapa kutibiwa badhala ya kwenda India. Kwa hiyo kuli, fursa zipo nyingi, ni watu tu wanyewe waje ili tuwape fursa waweze kutumia hiki kiwanja. mm -hmm. tuna eneo kubwa sana Sao. Kama mamlaka uh, na ujenzi unaendelea kwa sasa hivi, hakuna maeneo ambapo yamejengwa majengo ya cago kwa maana ya maeneo ya kuhifadhia mizigo, hatujagusia katika upande sasa hivi kwa awamu hii ya kwanza. hmm. Eh, majengo ya cargo hayapo katika mradi lakini phase 2 itahusisha eh, maeneo ya cago na maeneo ya hoteli. Kahyo eneo ni kubwa kama mnapoona, maeneo ni makubwa sana. Phase 2 it, itakapoanza ndio majengo haya yatajengwa yata lakini kwa sasa hivi mm -hmm. Wawekezaji wanakaribishwa mm -hmm. kuja kuwekeza katika maeneo ya, ya kiwanja chetu. Neno mmoja kwa Watanzania wanaotarajia kuona kiwanja hiki kikamilika na kuanza kufanya operations zao zake. Okay. Usafiri wa anga mm -hmm. ni usafiri ambao unaongoza kwa usalama duniani. Usafiri wa anga ni usafiri ambao ni wa haraka kuliko aina zingine zote za usafiri. Usafiri wa anga ni usafiri ambao unaaminika kuliko safari zingine zote za, za, za, za aina zingine zote za usafiri. mm -hmm. na waasa wa Tanzania na watazamaji wanaokifahamu e, kiwanja hichi waje wawekeze katika kiwanja cha kimataifa cha Msalato, waje wakitumie. Hii ni uwekezaji mkubwa, serikali imetoa pesa nyingi takriban bilioni mia tatu sitini kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja hichi, na miundombinu yake ni ya kisasa. kutakuwa na ILS au uh, uh, uh, landing system ya kisasa kabisa ya category 3. mm -hmm, ambayo category 3 ndege inaweza ikatua hata kukiwa na visibility ya sifuri, yaani kama rubani haoni kabisa mm -hmm. Anatua kwa sababu mifumo itakayowekwa hapa itamwezesha rubani kutua bila hata yeye kuhangaika mm -hmm. Visibility sifuri, anatua kwa sababu na instrument lending system category 3 mm-hmm. Kwa hiyo kiwanja ni cha kisasa kabisa, waje wawekezaji tutawafahamisha na wata, wata, wata, wataweza kutumia kiwanja chetu cha ndege cha kimataifa cha Msalato. Asante sana, asante sana. Asante sana. sana. karibuni sana. Na ni Bwana Clemens Jingu ambaye ni mkurugenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato ambacho kwa sasa kipo katika hatua ya ujenzi. Hii ni hatua ya kwanza ya mahojiano yetu, tuendelea tuende, kufuatana na mimi tuweze kutazama uh, maeneo mbalimbali ya ujenzi yanayoendelea kwa sasa hivi, lakini pia hata kuzungumza na wajenzi wenyewe.